Atilia maisha ma yes. yake. Atilia maisha yake. Atilia mawazo yake. Atilia mwili wake. Atilia mimba yake. Atilia tumbo yake. Unazumba moto kwa tumbo. Kwa yes. nini uliweka ule ugonjwa hapo? Uleka ugonjwa hapo katika nini? Kwa nini uleka ugonjwa hapo? Sema! Sema! Sema! Sema! Nema Jesus Christ. Kwa nina mutesa? Kwa nina mutesa? Fire! Fire! Fire! Nema Jesus Christ. Unabukakateza na moto. Na nema Jesus Christ.

aishaunaondoa umaskini atangaza utajiri katika maisha yake na amefanikiwa. Unamtamkia moyo mpya, amtamkia roho mpya, ingie ndani yake katika